Uh, now, ladies and gentlemen, boys and girls, yes, uh, uh, uh, uh, kwenye mjengo uh, uh, tuko naye ni msanii ambaye Miki kwenye, ndo mara kwanza nakutana, right? Uh, y kwanza tunakutanari amasha kutana before, ndo mara ya kwanza karibu sana bro kwenye studio zetu. Msogee maiki hapo kidogo kidogo hapo. Ah, kwa kwa mtu kwa mara kwanza, ah, mm. Uh, chatu, chatu nilipatiwa uh, <laughs> nikiwa oh, chatu. Chatu ni nani? nani. Tunakusikia <laughs> wa Kenya. Ah, uh, ni nani? Okay, chatu ni Okay, jina high school. Uh -huh. Eh, msanii ambaye uh -huh. anafanya Afro Swahili music. Uh -huh. Um, mzaliwa Bamburi uh -huh. lakini nimekulia maeneo tofauti tofauti. Mimi ni ni Mkenya Mkenya in short. Wewe kwa kwa lakini unasema shule. inimkenya kuna mzungu alikuja akaona anafanya breakdance akaniambia you're doing like a snake. So anafunza mm -hmm. kakuwa ule mzuka nafanya fanya kama nyoka mm -hmm. I was like, yeah, yeah. Let me look for your name. Nikapata jina ndo nikapata jina Venom. Venom, nikaona inakaa hard sana kirapa. So uh -huh. nikamua ngoja ntafte jina nyingine nikapata

Tuseme kama miaka saba, lakini professionally ni miaka mitano. uh -huh. Miaka mitano. Yeah. Ah, hiyo kuanzia 2020. Yeah. E, imekuwaje safari ya muziki kwako? mm -hmm. Um, haijakuwa rahisi, unajua lazima kuna kuwa na changamoto, ma ups and downs pale, kuanza unashindwa kulipa studio ku, mm -hmm. Kupata watu ambao watakuamini paka kushika mkono, si kazi rahisi ndugu yangu. Eh, lakini mimi nitasema yote 9 10 kifupi yani, nilikuja nikapatana na wajamaa wapoa sana, ambao ni Vinox Records. Tuseme uongozi wangu ambao wananisimamia sasa hivi watu ambao walinipokea vizuri na wakanielewa na hii kabla hujakutana na management ama watu ambao ndo wanakusimamia changamoto pitia, so mm -hmm. Yeah. Chamo, changamoto gani kubwa? Oh, <laughs> kwa unapitia, sio kama msanii chipukizi. Yeah, hata kufika kufika hapa hapa, shida shida sana. Nimekusikia kwanza kitambo, nakusikiza nitakuja. Nashukuru kama Mungu ananisikia sasa basi, mama, mtoto wako sema ni dream come true. Dream come yeah. True, all right. Um, nafanya kazi na lebo inaitwa Vinox, Vinox Records. Nao ndo amenisimamia akipo chini ya uongozi wa Boss Alan. Uh, umpata nao wapi? Nilikuwa uh, niko pite pite zangu pale, mishemishe zangu topa mjini mm -hmm. uh, nikuwa na rafiki yangu akaniambia, unajua bro, kuna studio hapa juu. Nikasema, hebu tupande juu tuangalie. Kupanda juu, nikapata, nikapata na producer pale <laughs> vibe vibe, lakini mwenye studio yani Alan alikuwa yuko mm -hmm. so, uh, kutoka pale nikamuuliza kama kama naweza kuwa na namba boss mwenye studio <laughs> nikamcheki mm -hmm. so, kunipa mimi nikamcheki kibosi kibo, na cha niambie mbona angalia ni mili, a, ni ni kama yeye btuliongea sana tu uh -huh. kwenye chat WhatsApp u wenyeaakawa uko alikuwa na safari safari, alikuwa yuko na Nairobi, uh -huh. Nairobi uh -huh. so, kuna mshikaji wangu fulani naye alikuwa na acting manager wangu E, alikuwa anaitwa eh, anaitwa Dazzle uh -huh. acting manager yangu, so alikuwa ameshaongea na aliniambia tu, adogo, kuna kuna jamaa fulani nataka uende undo umeet naye huyu uh -huh. jamaa nadhani anaweza kukusaidia kwenye muziki wako, oh, uh -huh. uh, sasa sikujua kama sasa sikujua kama baada ananipeleka kwa huyu uh jamaa naye uh, nilikuwa nimemuuliza kama vipi vipi atakuwepo, kananiambia yupo. Sasa siku fulani Nimepigia simu naambia dogo fika, fika studio mm -hmm. Nimetoka hivi na natembea, nimefika Kangware, niko Kangware, ndio nipige namba gani anaambia mm -hmm. Anambia ngoja anakutumia namba sasa hivi mm -hmm. Kanitumia namba, kucheki namba hivi, naona nakumbuka <laughs> na kucheki namba naona nakumbuka mshikaji. Usiku wake ananiambia hayuko, yupo kabisa, akirudi ataniambia <laughs> Sasa <laughs> sijui Mungu tu kimeujiza miujiza. Jamaa kanaambia awe kuta jamaa fulani kufika nikapata na. So ananiambia vipi umefika? Ah, mimi naitwa nabosi, naitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa mimi naitwa Chatu. Akacheka akacheka kwanza. So Chatu, si nilikuwa nikiongea naye na ukaniambia hutakuwepo na ndio mimi kwa sasa. So yeah. Nasema ni experience fulani pia hivi. Nadhani Mungu pia alitaka kuneka sehemu fulani, that's why. eh. uh -huh. yeah. hii ndio management yako ya kwanza ama ulikuwa na ingine ya kwanza alafu ikafuata? um, sijawahi kuwa na... ani... management serious. management serious ya kwanza ambayo nimekuwa nayo ni Vinox. uh -huh. yeah. yenye ulikuwa nayo hawakuwa serious ama kusema serious na mashani ni kwani imekuja na tofauti gani ambayo utasema utasema kuwa iko serious? yeah. oh yeah, nikisema kwa upande wa serious nizoangalia pale mwanzo yule jamaa alikuwa ni acting manager tu. Yani akuchukue, muende kama kuna kitu kuna shughuli zingine ambazo zimekuleta mjini, um, ya Uh, actually kuna kuna baadhi ya family pia wako wako, wako Kawangware specifically wako Kibera lakini yeah, yeah. mm -hmm. Mimi mishe zangu mingi nimepiga tu kama mwanaume unajua tunatembea tembea tembeamishe zangu so. Mingi nimepiga se za Kawangware mm -hmm. yeah. Ambayo ilikuwa ni muziki ambayo ilikuwa eh, ni ilikuwa ni dance hapo ndo nilipata na jitabi jitab tulikutana ngana chatu <laughs> oh. <laughs> yeah. yeah.

nasema zilikuwa zinafanya hand in hand in vitu zote zilianza pale nikiwa shule nilikuwa mm -hmm. nikiimba nikidance, nikiimba nikidance, niki lakini nitasema dance ilikuja ikatekova at some point, kwa kwa sababu ya corona na mm -hmm. so corona ilivyoingia na na na na kutafuta riziki ilikuwa kinipa riziki wakati so nikakosa kazi, jamani, mimi mimi mimi nilikuwa naruka ruka tu yani, mm -hmm. nitafanya nini? mm -hmm. Basi ngoja mimi na kwa gamsanii na mimi nijiunge unge nijue nita, nitafanyaje? mm -hmm. nikaamua kufocus sasa na, na, muziki na mm -hmm. so fai koje muziki pae uh, kwa sababu Mitano, pia si michache mm. Uh, soa, ya, na pia pia unaongeleaje muziki wako, sawa mapato mm. yakoje? nilianza kama kama sipati shilingi saa angalau naweza hesabu hata kama ni peni, mtu atauliza, kupitia shows, kupitia kupitia uh, streams ama ni ni management tu yenyewe inafanya mambo ya songe kwanza, mm. uh, kuinvest, najua pia biashara yote ile mm -hmm. ah, acha lakini mm -hmm. weendo, weendo, weendo investment yetu yeah, yeah, kwa kuni, kupitia nini haswa Um, hii ni kupitia management kwanza, wanasukuma na zile mm -hmm. streams kiasi ambazo zinaingia kwa sahihi <laughs> uh, na actually for now uh, kwanza sahihi na tukiangalia kitambo na sahihi sahihi, kwa consistent vizuri sana yeah. kani muziki una tu tuseme, a month two months ushaachilia muziki yeah. uh, tukiangalia the new management yeah. Ndio nasimamia everything, shooting, recording ama wendo najitegemea for now kwanza, um, kwa uh, shooting ya music production yote management yangu inasimamia inasimamia video, mm -hmm. audio inasimamia mm -hmm. kila kitu yani kuhusiana e na chatu. na bado mm. ah. yeah. So, na bado lyrics, lyrics zako wewe ndio unaandika? Zangu naandika mwenyewe so unazidi bado kukua, ndio sabe anakufahamu, sabe anakufahamu. all right tuko na chat ndani ya mjengo yeah. yes, msanii utasikia baadhi ya kazi zake, na pia vile vile bado anaendelea kupiga nice story. Uh, na wasanii wengi wako kwenye management wanafanikiwa. Kuna wale ambao wa mwisho wa siku wanakuja kutoka malalamishi, inakuwa ni mengi, uh, kwako utakuja kutuambia mkoje na management yako aa, kwa kwa sababu ni ni zile tu, ni, na, nini, vile vipengele vipengele eh, na na unakuja kupata ah, waone kama vipengele, vizuri, na vizuri, kama kusoma vizuri vitu hivyo hivyo, taongea naye naye acha acha tu tu tuko kwenye kwenye mjengo. Yes, mambo ni mengi, najua unataka kumjua sasa hivi, kumjua sasa hivi stick kwenye show. unafanya muziki wa aina gani? cha tu anafanya afro Swahili, alafu nina genre fani mpya nimeleta into Editone, Editone, Editone. Yeah. kwanza ah, right kwa sababu a engeeaa umeleta aa a Yes, uh, kazi yake haafa Chatu? Yeah. Uh, hi, uh, so kwamba uh, so far kazi ngapi? Yani so far uh, oh. Uh, tangu umeanza mziki rasmi sahihi. Yeah. Uh. na na, na zaidi ya kazi 10 na 24 channel ambazo shashiliyo tayari mm. Right. Uh, kwa hivyo kwa hivyo wale ambao hajasikiza zaidi waende wasikize mikojo ziko pale vile. Aha, hii ni topole anasema anaimba na ana feelings sana. Mm, kama kamama kuna mtu kamwaktia <laughs> <kizi vale. laughs> lakini pia nimefanya collaboration mingi sana Yeah. Uh, but uh, ukikompea wakati on my end, no. wakati umefanyia collaboration na mse na wakati umefanyia solo, I love it. I love love it. it solo. Lakini ukikompea now you as a person, as an artist yeah. Ukikompea the two nigani, unapatanga na inakanga tu fiti sana ni ufanya collaboration na artist ama tu ufanyangetu kivyako solo? Umenishikanisha, make ona hizi mziki zote zinauza unaona? uh -huh. <laughs> make kuna ile collab inasaidia ku Fan base zingine mpya yeah. Na zile solo zinafanya watu wanazidi wa kuniamini zaidi. Bado tu iko sawa sana. Kwenye mziki wako, baadhi ya wasanii ambao wanasema jamani, huu nkimsikia ni kila time, ndo nakupatia sira za kufanya kazi ama kuandika, nisema kweli Yeah. Yeah. Yeah. Diamond Platnumz yule yule jamaa, mimi napenda anavojituma sana sana ah, yaani Alikiba akana nani, nani Otile inspire pia pia pia kubwa, ambaye ambaye kufanya kufanya naye collab? Tukichana na na na tu, kazi itakuwa vizuri zaidi, labda management wanaifukuzia aanya awata iur wasanii wengi wazuri wanafanya na a kumbuka ni watu ambao wanafanya vizuri sana kwenye kwenye uh -huh. Mziki yetu ya sai. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Uh, kwenye management yako wewe ndo msanii pekee yake ama kuna wasanii wengine wako signed? Ah uh, ni mimi tu. Wewe ndo msanii wa kwanza kabisa? um, tumekuwa na wasanii lakini sema nimebaki mimi. Oh. Yeah. Alright, kua naongelea mambo na mkataba uh, leti umeona kwenye mtandao uh, yeah. Kuna wale mbao wametoka na money ongelea, aliongelea uh, za kusaini wasanii and stuff mm -hmm. uh, kwako kitu gani kilikufanya mpaka ukaamini kuwa this is the right label ya weo kufanya kazi kwa chini yao? Um, kwa sababu ndo, tu, ndo paka tufikie mkataba mm -hmm. um, tulianza na kukua marafiki kwanza, nijue mm -hmm. uh, kwanza makebosi alitaka nijue ajue kwamba Asijue chatu kama chatu lakini ajue chatu kama Ramadhan mm -hmm. Uh, waga huu Ramadhan huyu kwa, kwa kawaida akikasirika ni nani akiwa. mm -hmm. Aki hivi ni nani n yani. mm -hmm. Ndo hivo ndo vitu zilifanya mpaka, mm -hmm. tukaamua kuingia kwenye mkataba. Kwa hivyo unasema kuwa yani kabla kuja kuingia kwenye, kwenye biashara mmejenga ushikaji kwanza. Yeah. All right. Mm -hmm. Na kuna EP ambayo ulikuwa ngo umerelease ilikuwa ngafiti tena sana. Yeah, yeah, yeah. Are we expecting anything again? Um, sija, release, sija plan ku release mm -hmm. EP yote sahi tena mm -hmm. E, make na, na, na, na ma project na ma solo project na ma collab hapa hivi nataka mm -hmm. niachie kwanza this time mm -hmm. to push zaidi watu waendelee kujua brand yetu mm -hmm. ya, alafu ndo turudi kwa masala na EP na mm -hmm. album yeah na ngoma ambayo ulitoa ya finya yote naam, imeenda fit tena sana. Umefanya na DJ Bushmit, Bushmit yeah. Ehe, ili kama paje wewe ndo uli come up na idea ama ni Bushmit al come up na idea? Mm, uh, idea ya Bushmet ilikuja hata mwisho baada ya tushamaliza kufanya nyimbo, tukakaa ah. Tunasikiliza tuka tukaona vipi hapa, hii nyimbo si DJ afanye mambo. uh -huh. uh -huh. Finya yote mm -hmm. Kama mtu amesikiliza Finya yote is just a banger. It's just a a banger banger, it's it's vibe song song, ni nyimbo tu tu ku, kujibamba. Yeah, uh -huh. Yeah, so nilikaa nikaona, sijai kuandika actually it's my first banger song naandika, mbona nisipatie watu kitu cha tofauti? Ndio uh -huh. Acha nifanye Finya yote uh -huh. yeah. yeah right. all right uh, uh, yeah. Cheza, right right ah yuko na kazi kazi mpya mpya atakuwa anacheza ama, hiyo actually that's the editor I was talking about tofautinfaye uh -huh. yeah. atakuwa cheza na pia vile vile vilevile, aua anafungua line za simu, weze kuongea naye. Chatu, tuko naye hapa kwenye mjengo. Chatu, tukimalizia basi, raia anakusikia saa hizo Kenya a, kwa haraka haraka, waambie basi utapata wapi kazi pia vile vile, kwa wale wa kufuatilia wa kufuatilia wapi swa Popote okay. Pale utanipata kama Chatu the boy ama am Chatu A M C H A T U. Chatu, Chatu. Chatu tu, yeah. Pale tu, asemata kwenye mtandao kijamii kama ngoma atapata hapo pia. Safi sana. Bana, mimi nasema shukrani sana kwa kuja mambo yako mwisho kwa Wakenya, um, wapende Mungu na mnipende pia. <laughs> na mfinye kabisa na mfinye kabisa.